Yes, baada ya mambo kuwa mazito sana binti kuona nyumba ina meza watu aliamua kumwita mganga. Mganga baada ya kuja tu pale, na yeye akaanza kupata kiruerue, anashangaa eti kimbunga cha ajabu kimetokea ndani, alafu ni cha maji Eh? Ye, kinataka kumtoa nduki, anasema binti, mimi inabidi nikate, siwezi kupambana na huu uchawi. Mganga, subiri, mi siwezi kupambana na, siwezi. Mganga alitolewa nduki na yale maji yametoka ndani ya ajabu. Huyu ni mwanadada ambaye anaitwa Tantra ndo mchawi Binti anasema sasa, mimi nitafanyeje? Ntabakije ndani ya hii nyumba? Rudi basi, mganga. Mganga amekimbia, binti amebaki peke yake. Baba amwaminigi, mama amwamini, kila mtu amwamini kwamba hii nyumba ni ya kishirikina, ni hatari, ukuta una meza watu. Sasa binti akaona, mimi kubaki ndani peke yangu siwezi, wacha na mimi nisepe nikimbie, kwa sababu kubaki katika nyumba inayotisha kama hii siwezi kutoboa. Binti akawai ndani ya gari. Baada ya kuingia ndani ya gari binti akataka naye aondoke kwa sababu hii nyumba inatisha. Sasa binti wakati anaondoka geti likajifunga lenyewe. Binti akawa anajiuliza geti linawezaje kujifunga lenyewe? Nani kalifunga? Hata kama geti limejifunga akarudisha gari nyuma anasemaje? Ninapita na hili geti si limejifanya limejifunga. Hili geti lazima nipite nalo navunja. Binti akakanyaga mzigo huo hapo ili aende kuvunja lile geti aondoke zake. Hawezi kukubali. Anaenda spidi kugonga geti. Baba kilichotokea sasa <laughs> kwani geti limevunjika wala limefunguka hakuna. Gari ndio imesambaa. Umeona mzigo, gari imesambaa. Binti anashangaa, inawezekanaje gari lake limesambaratishwa eti na ili geti? Geti kwa ugumu gani? Baba, ili geti ukiliangalia, lina uwezo wa kuvunja gari? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Binti akabaki anashangaa, ili geti limekuwaje, lina ugumu gani wa kusababisha gari lake mpaka lisambae? Hasa binti amebaki pale anashangaa kwa, kwa hiyo aruhusiwi kutoka nje, kwa sababu akitoka nje atatafuta mganga mwingine mwenye nguvu sasa wakati amesimama pale anashangaa, mara hali zikaanza kupasuka. Sasa inamfuata vile alivyosimama, anarudi nyuma, inamfuata pale pale, haipasui kwenye gari, inapasua aliposimama yeye. Kwa hiyo anapotoa mguu inapasua, anapotoa mguu inapasua. Hii binti akaona haiwezekani. Sasa inamlazimisha arudi ndani, hakuna kutoka nje, akitoka nje ataenda kutoa siri. Binti akazidi kukimbia kurudi ndani, maanake ameshakwisha kujua siri ya hii nyumba kwamba ni noma baba. Binti akakimbia ndani alafu milango ikajifunga, inamaanisha abaki ndani, hakuna kutoka nje. Ni kelele tu zinasikika. Binti anaogopa, anasema jamani, vitu wote asini zuru, akizani ni mtu, labda ni pepo fulani linaweza kuonekana, anaogopa. Sasa binti akawa na kiluelue na mawenge. Niko naogopa ni nguzo, binti anaogopa sana, lisije likamkuta jambo lolote. Baada ya kuingia ndani, kila kitu ndani ya hii nyumba huwa kinafanya kazi, hiyo mikono inafanyaga kazi hilo limdomo linafanya kazi, kila kitu sasa. Binti akawa anatafuta labda chemba ya siri, akaona kuna mlango hapa, afungue ili yaweze kuingia ndani ya huu mlango, labda ajibane. Binti anashika mlango, afungue mlango, cha ajabu ukawa kama maji yalipigwa tena, mpigo mpya mwingine, binti akajikuta anaelea angani. Jamani, hii nyumba ina nini? aelea angani, alafu kajikuta ametua amesimama huyo. Mwisho wa siku akaenda kudondoka kwenye hizo sofa, kabiringita chini. Hii nyumba inamnyoosha hii yote ni kwa sababu binti kajua siri ya hii nyumba. Hii nyumba ni ya ajabu, ikiongozwa na mwanadada anaitwa Tantra, ambaye ndio binti kutoka kuzimu. Anasema huo mlango una nini? Mlango unaugusa unakuwa kama una maji ndani, inamaanisha hii nyumba ina mambo ya ajabu. Anaangalia hapa, kuna watu waliwahi kutokea na kuna mtu aliwahi kuvutwa na ukuta. Da! umzigi mzigizigi mzigizigi mziki bado unazidi kusonga mbele, au nye mnasemaga, mziki bado unazidi kusonga mbele. Uko na Kashi wako ni noma.